Nataka ujue kwamba matendo yako ndiyo yanakuwakilisha kwamba wewe uko upande gani, na wewe ni wa nani. Watu wengi wameokoka lakini mabaya yao au uzuri wao wa kazi zao ndizo zinawatambulisha kwamba wao wako upande wa Mungu au wa Shetani. Kwa sababu hiyo unamkuta mtu awe ameokoka au hajaokoka Ukimuona mtu ni kahaba, ukamwambia wewe ni kahaba, ukatumia lugha ya kwamba wewe ni kahaba, apendi na anachukia, lakini unakuta ni kahaba kweli. Unakuta kijana au binti au mama yoyote, mtu yoyote ni mwizi, ukamtungia jina kwamba wewe ni mwizi au jambazi, hawezi kufurahi na hawafurahi, na ukisema hiyo lugha utakuta mnagombana wanakwambia una dharau sana, wewe wewe, unajifanyia una haki sana, unahukumu sijui ukahukumiwa. Sisi ambao tumeokoka tunaruhusa ya kuwahukumu watenda mabaya pia. Kumwambia mtu makosa sio maana ya kwamba unahukumu, tunaongea ili aache kufanya mabaya. Tazameni ni pendo ya namna gani aliyotupenda Baba mpaka sisi tukaitwa wana wa Mungu hiyo ni Yohana wa kwanza sura ya tatu na mstari wa kwanza. Kama Mungu alitupenda kwa upendo wa samani upendo wa zati, ni wakati wa kugeuka, ni wakati wa kubadilika, tuache mazoea ya kufanya ibada, tuache mazoea ya kuuzoea okovu. Kwamba Mungu anaangalia moyo, ni kweli. Kama Mungu anaangalia moyo, na wanadamu wanaangalia wapi? Biblia nasema kimjazacho mtu ndicho kimtokacho. Kama kazi zako zitakutambulisha kwamba wewe ni mwana wa Mungu au wewe ni mwana wa Shetani, usikatai, ni wakati wa kugeuka. Na usikatai kama mtu anakuambia tabia yako, usichukie, sikilia kugeuka, mtu wa Mungu. Ni kizazi ambacho ni kiovu. Ukiingia kwenye mitandao, nakuta watu wako uchi. Unakuta mwingine anapromoti mambo ya ovyo yasiyokuwa na jambo jema ndani, lakini unakuta ndo jambo ambalo watu wengi wanalitazama. Mambo mema huo wow, hawayatazami. Mimi nataka nikwambie kwamba kama utatenda maovu uwewe ni mwana wa Ibilisi, kama utatenda mema uwewe utakuwa mwana wa Mungu. Tusome katika Yohana hii wa kwanza sura ya tatu na mstari wa nane. Atendaye zambi ni wa Ibirisi, kwa kuwa Ibirisi hutenda zambi tangu mwanzo. Kwa kusudi hili mwana wa Mungu alizihirishwa ili azivunje kazi za Ibirisi. Atendaye zambi ni wa Ibirisi. Kama wewe ni mzinzi, ni wa Ibirisi. Kama wewe ni mwizi, ni wa Ibirisi. Kama wewe ni mwongo, ni wa Ibirisi hata kama utakataa kuitwa utakataa kwamba wewe ni mzinzi, lakini wewe ni wa Ibilisi. Kazi zako zinakutambulisha kwamba wewe ni mwana wa Mungu au ni mwana wa Shetani. Matendo yako yanakuonyesha naku ya ndio yanayofanya watu wakujua kwamba wewe umeokoka kweli. Kama umeokoka, bibilia hihi ndiyo iliyoandika Kadhalika mwanamke asivae mavazi ya mpasayo mwanaume, ukisoma Kumbukumbu ishirini na mbili mstari wa tano. Lakini dunia ilipofikia ni dunia ambayo ni mbovu, mtu unakuta ni mzinzi, lakini ukimwambia wewe ni mzinzi, mtagombana, anajikataa mwenyewe wakati hali zake zinaonekana kwa nje, matendo yake yanaonekana kwa nje. Mimi ni kusii, mtu wa Mungu. Yesu Kristo alikufa msalabani kwa ajili yetu, aliangikwa msalabani kwa ajili yetu ili kuzizirisha kazi mbovu za Shetani, ili sisi tuitwe wa wana wa Mungu. Mungu wa mbinguni akupe neema ya kuelewa haya.